Unajua, hili swali limekuwa likiulizwa na watu wengi sana: hivi hawa wadukuaji hackers wanakaa wapi mpaka wanaweza kuona meseji ambazo tunatumiana? Ni swali zuri sana, na kupitia video hii ya leo nitakuelezea kwa urahisi kabisa ukweli uliopo kuhusu jambo hili, haswa kwa wale ambao wanapenda kuweza kujua upande huu wa cyber security, masuala mbalimbali ya usalama mtandaoni. Basi kupitia video hii ya leo utaweza kupata vitu vingi sana na utaweza kujifunza. Kwanza kabisa tujue na kufahamu kitu kimoja muhimu sana. Kwa mfano tuchukulie application ya WhatsApp ndio ambao tunaitumia kutumiana message. So WhatsApp haitumii tu kati ya simu mbili kama tulivyoona kupitia video ya yangu ya awali niliyowasogezea siku mbili tatu nyuma, kuwa message yako wakati unaituma huwa inapitia katika server za WhatsApp. Kama bado haujatazama video hiyo, nitaacha link katika description. Na hili swali limeweza kutokana ambalo nalijibu leo moja ya mwenzetu ambaye aliweza kucomment katika video hiyo, kuweza kujua basi wadukuaji wanapata vipi kuona message ambazo tunatumiana na watu wengine, wakati video hili liliweza kuelezea kuwa message tunazotuma zinakuwa safe, hata WhatsApp wenyewe hawawezi kuziona. Sasa inakuwaje, tunasikia zile habari kuwa kuna watu wanazipata message katikati kati bila hata wewe kuweza kujua, na wanaweza kuzisoma vizuri tu. Kama bado hujatazama video hiyo iliyopita ningekuomba ukatizame nitakuwekea linki katika description ili uweze kujifunza namna gani na ambavyo vitu hivi vinafanya kazi. Sasa, message yako inopondoa katika simu yako huwa inawekwa katika mfumo maalum wa usalama ambao unatambulikana kama ni end-to-end encryption. Tuliweza kuongelea jambo hilo katika video iliyopita. Na hii encryption inamaanisha kwamba hiyo message ambayo unaituma hubadilishwa kwenda katika kodi ambazo hazisomeki na kuna kuwa na funguo ambayo inatumika kufungua na kurudisha meseji hiyo. Inapatikana katika simu yako na simu ya yule mpokeaji ambaye anamtumia meseji hiyo, ili aweze kuisoma. Kwa hiyo sasa, ikitokea mtu anahitaji kuingia katikati, katika safari ya hiyo meseji yako unaoituma, ataweza kuona tu data ambazo zisizosomeka zisizoeleweka. Na kwa mfano chukulia, umetuma message hello kwenda kwa mtu fulani, hatoweza yeye kuona hili neno moja kwa moja yule mtu wa kati ataweza kuona tu nambari, herufi zimechanganishana na maneno hazisomeki. Sasa swali la msingi ni kuwa kama ni hivyo, sasa hawa wadukuaji wanakaa wapi hadi wanaweza kupata na kusoma meseji hizi ambazo huwa tunatumiana muda mwingine? Jibu ni rahisi sana. Kwanza nataka uelewe, hawawezi kuona message, I mean SMS moja kwa moja ambayo unamtumia mtu mwingine kwa sababu kutokana na huu mfumo wa end to end encryption. Hata WhatsApp wenyewe wanashindwa kuweza kusoma meseji yako. Lakini sasa mdukuaji yule haka anaweza kujaribu kudukua sehemu tatu kuu. Kwanza kabisa, katika simu yako wewe ambaye unatuma mtumiaji kupitia application mbalimbali fake ama links ambazo ni hatari, anaweza kutumia na ukaweza kuklik, na akaweza kukupata vizuri tu katika kila ambacho unakifanya katika simu yako au hata kuweza kutumia spyware. Lakini pia, njia ya pili ni kutumia mtandao ambao upo nao katika simu yako, kama unatumia wifi, ama data kama mfano umeconnect na wifi ambayo hazipo salama, umekutana na wifi katika sehemu ya wazi, anaweza basi kuingia katika huo mtandao wako, kukufuatilia kwenye ile traffic zako, ingawa bado meseji zako inakuwa ngumu kuweza kuonekana na kusomeka, zinakuwa encrypted. Lakini tayari ana uwezo wa kuweza kufuatilia na pia kuweza kutumia tools mbalimbali kuweza kupata message ambazo unakuwa unatuma pengine kwenda kwa mtu fulani kupitia katika hiyo network uliounganisha lakini pia njia ya tatu kubwa ambayo huwa wanajaribu kuweza kudukua kupitia njia hii ni kupitia ile simu ya mpokeaji. Kama simu yake yule ambaye anapokea meseji hiyo ina virus ama app ya kuweza kudukua ambayo imewekwa katika simu hiyo, tayari kuna uwezekano mkubwa basi kuweza kupatikana message ambayo unajaribu kuwasiliana na huyo mtu. Sasa, nataka nikwambie kuwa mdukuaji huyu haka hakai mahali maalum, mfano kama katika ofisi ama safa ya WhatsApp no badala yake, huweza kutumia mbinu au program za kuweza kujaribu kuingia katika moja ya vifaa hivi ambavyo vinatumika wewe, mtum, mtumaji ama yule mtumiaji. Ni kama mwizi tu, hawezi kuvunja benki moja kwa moja, lakini atajaribu kuweza kuiba funguo kutoka basi kwa linzi. Natumai unapata hiyo picha. Tuchukulie mfano mdogo, wewe na rafiki yako mnatumiana message WhatsApp kupitia application ya WhatsApp, alafu yule mdukuaji haka anajaribu naye kuweza kuona hizo meseji wakati bado zipo njiani. Kikubwa ambacho takiona wakati huo ni hizi herufi tu na nambari ambazo zipo pamoja, hazileti maana yoyote, hazisomeki, ni mchanganyiko wa hizi karakta. Lakini hapa tayari kuna ujumbe ambao mnatumiana, umefichwa, upo encrypted. Lakini yeye akiwa akiwakati akiangalia hawezi kuona na kusoma ujumbe huu. Kama hizi ambazo unaziona hapa ndio tunaita encrypted data. Tayari hizi zimebeba ujumbe, lakini kwake hazina maana, hazisomeki. Sasa Ikitokea amefanikiwa kuingiza spyware mfano katika simu yako, ana uwezo wa kuona pia kile unachokiandika kabla hata hujakituma. So njia kama hizo ndo wadukuzi huweza kuzitumia, pia sio tu katika safa, lakini mpaka kwenye simu zetu huwa tayari wameshafika na kuweza kututazama. Sasa kuweza kuzuia aina kama hizi za mashambulizi, unatakiwa uweze kuzingatia mambo kadhaa ambayo nimeona nikupatia leo. Kwanza kabisa, hakikisha hauunganishi wifi za umma bila ya VPN. Tumezoea sana kutokana na maisha yetu kuwa na changamoto ya kifedha, internet inakuwa ngumu kuweza kujiunga. Unapopita sehemu ukakuta wifi ipo open, unakuta watu wengi wamejazana na wao, unakwenda unajiunga, unatumia bila ya kutambua kuwa kuna madhara makubwa sana yanaweza kujitokeza pale. Unafurahia tu kwa sababu umepata sehemu yenye internet, unafanya mambo yako. Unatakiwa uwe makini sana unapokutana na wifi za namna hiyo. Kama utahitaji kutumia internet katika wifi hizo, jaribu kutumia VPN itakusaidia. Lakini pia usi download application kutoka katika vyanzo visivyo rasmi. Nini inamaanisha? Application nyingi ambazo zipo salama ni zile ambazo zinapatikana katika Play Store. Unapokutana na application ambayo ipo nje ya Play Store na kuhitaji udownload kupitia Google mfano, anza kutilia mashaka kutokana na application hiyo. Kunaweza kuwa na changamoto ambazo zipo, kuna madhaifu ambayo yapo katika application hizo. So, kuwa macho sana kama uta download application kama hiyo na kuingiza katika simu yako na kuweza kuitumia. Application kama Vidmate na nyinginezo zimekuwa na mianya mbalimbali ambayo haina uh, malengo mazuri na watumiaji. Lakini pia mbinu nyingine, ama njia ya tatu nyingine ya kujilinda, jaribu basi kuwasha two step verification katika application yako ya WhatsApp ili uweze kuiweka na security imara uweze wewe tu kutumia application yako ya WhatsApp na sio mtu mwingine. So, hakikisha unafanya hivyo hata application nyingine jaribu kuweka two step authentication ili uwe safe lakini pia jaribu kuwa na mazoea ya kuupdate mara kwa mara simu yako, lakini vile vile application mbalimbali -mbali ambazo upo nazo katika simu yako. Ni jambo ambalo muhimu sana. Watu wamekuwa kilishukulia poa, wamekuwa likitunza na kuimarisha security. Kwa kuweza kufanya mambo hayo machache ambayo nimekusogezea leo, basi itakusaidia hata kumzuia yule mdukuaji. Hata kama ana nia ya kuweza kupenyea, atakuta kila mlango umethibitiwa vizuri, hataweza uweza kupenya. So, jibu la swali ambalo mwenzetu ameweza kuuliza kutoka katika video iliyopita naweza kupitia comment ukaona swali lake katika video hiyo, nimekuwekea link katika description. So ni hilo ambalo nimekuelezea kwa. Sio moja kwa moja yule mdukuaji ama haka anakaa sehemu fulani na kuona meseji zako ambazo unazitumia zikiwa njiani, zinasafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Mara nyingi wanakuwa wanaingia katika simu yako moja kwa moja au ya yule mpokeaji, ama wanaingia katika mtandao ambao unaotumia kama ni wifi, na kuweza basi kuthubutu kutumia tools mbalimbali kuweza kudetect kile ambacho unakituma kuweza kuzipata message zako. Uh, wengine wanatumia njia ambayo wakati unatuma message kule hazimfiki yule mtu zina kwenda sehemu nyingine. Pia zipo technique ambazo wanazitumia ambazo zinafanya vitu hivyo. So sina la ziada leo, natumai nimeweza kujibu swali hilo japo kidogo. Kama kuna swali jingine unaweza kuniuliza katika sehemu ya comment. Like video hii kama umeweza kujifunza kitu kipya, umeweza kupata kuongeza kitu maarifa mapya. Kisha una like, una share na watu wengine wapate kujifunza, tuendelee kuwa pamoja, tutakuwa tukijifunza vitu kama hivi mara kwa mara. Tuweze kujiweka salama katika ulimwengu huu wa kidijitali, ulimwengu huu ambao umebebwa na teknolojia katika masuala mbalimbali na kila mmoja wetu anahitajika kuwa na elimu kama hizi ambazo natoa hapa katika channel yangu ya YouTube. So endelea kuwa pamoja na mimi, jiunge katika group langu la WhatsApp, jiunge katika WhatsApp channel yangu, nimeweka link katika description hapo ya video hii ili tuweze kuendelea kuwa pamoja na tuwe ni watu wa kujifunza na kuwa up to date katika kile ambacho kinaendelea katika ulimwengu huu wa teknolojia. Tukutane wakati mwingine kwenye video nyingine. Asante sana.